Katika dunia sasa, ambapo teknolojia, siasa na biashara zimeunganishwa kwa njia zisizotabirika, mvutano mmoja unaweza kuyumbisha soko la hisa, kugusa maisha ya watu mamilioni na kuibua mijadala isiyokwisha. Lakini ni wachache wanaothubutu kusimama katikati na kusema ukweli wao bila kupepesa macho. Leo hadithi ya kipekee inafunguka, hadithi ya baba ambaye, licha ya makelele ya dunia, anaamua kusimama imara kwa ajili ya mwanawe. Ni sauti ya mzazi ni moyo wa familia, ni ujasiri unaozidi maneno. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua ya ujasiri, siasa na upendo wa baba kwa mwanawe, ni Errol Musk. Errol Musk amevaa silaha ya ujasiri na kumtetea Elon Musk dhidi ya kiongozi mwenye ushawishi mkubwa Donald Trump. Hii ni hadithi kamili ya mvutano wa karne na sauti ya baba inayogonga ulimwengu mzima. Errol Musk ameibuka na kumuunga mkono mwanaye Elon katikati ya mvutano na Donald Trump. Katika sakata linalozidi kuchukua nafasi kwenye majukwaa ya kisiasa na biashara, baba bilionea huyo mkubwa duniani na maarufu Elon Musk, Errol Musk ameibuka na kutoa kauli ya kuunga mkono mwanawe hadharani. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Elon alieleza kwa kina namna anavyomuunga mkono Elon licha ya mivutano mikali kati ya Elon na rais Donald Trump. Errol alieleza kuwa mvutano huo si jambo rahisi bali ni matokeo ya shinikizo kubwa la kisiasa, kijamii na hata kifalsafa. Na mnukuu, Elon ni binadamu. Wakati mwingine, hata watu werevu zaidi duniani hukosea, hasa wanapokabiliwa na presha kutoka kila upande, alisema Errol. Na huu ndio mwisho wa kumnukuu. Aliongeza kuwa licha ya makosa yaliyofanyika, anaamini kuwa hali hiyo itatatuliwa kwa njia ya amani na busara ndani ya muda mfupi ujao. Mvutano kati ya Elon Musk na Donald Trump ulianza baada ya Aron kuikosoa wazi sera ya kodi na matumizi ya serikali iliyokuwa inasukumwa na utawala wa Trump. Elon aliitaja mswada huo kama abomination ya kutisha. Elon alitaja mswada huo kama abomination ya kutisha, kauli inayoonekana kama ya dharau na isiyo na nafasi katika uhusiano wa viongozi wawili wakubwa wa, wa Marekani. Trump ambaye amekuwa na tabia kujibu kwa nguvu wakosoaji wake hakusita kumshambulia Elon. Alitoa tishio la kuvunja uhusiano wa karibu aliokuwa nao na Musk na kuonya kuhusu matukio makubwa iwapo Musk ataonyesha dalili yoyote ya kuunga mkono wagombea wa chama cha Democratic. Kauli hizo zilichochea mvutano mkubwa si tu wa kisiasa bali pia wa kiuchumi, hasa ikizingatiwa nafasi ya Elon kama mtendaji mkuu wa kampuni nyingi zenye ushawishi mkubwa kama Tesla, SpaceX na X. Errol Musk, akiwa baba na mlezi wa Elon, hakuchelewa kueleza misimamo yake. Katika mahojiano hayo alioweka wazi kuwa licha ya ukosoaji unaoelekezwa kwa mwanawe, anaamini kuwa Elon anafanya kile anachoamini ni sahihi kwa ajili ya taifa na dunia kwa ujumla. Namnukuu, Elon anajaribu kupunguza matumizi ya serikali yasiyo ya lazima, jambo ambalo kwa maoni yangu ni la msingi sana, mwisho wa kunukuu. Elon si mtu wa kufuata mkumbo, anafanya maamuzi anayohitaji ujasiri anafanya maamuzi yanayohitaji ujasiri mkubwa, na hiyo ndiyo hulka ya viongozi wa kweli. Aliongeza kuwa hatua za Elon zinaakisi dhamira ya dhati ya kuleta mageuzi, hata kama njia inayochukua haipokelewi kwa mikono miwili na kila mtu. Katika jitihada za kuziba pengo lililozuka, Elon alijaribu kurejesha hali ya kawaida kwa kuomba radhi hadharani akieleza kuwa alienda mbali kwa kutoa maoni yake bila kuyapima kwa kina. Hata hivyo, Donald Trump hakuonekana kuridhika na ombi hilo, akisema kuwa tabia ya Elon inaonyesha tatizo la kibinafsi. Kauli hii ilizua mijadala mitandaoni, huku baadhi ya watu wakimtetea Trump kama kiongozi thabiti, huku wengine wakiona kuwa alikiuka mipaka kwa kushambuliana na mtu binafsi kwa namna hiyo. Mvutano huu haukuishia kwenye maneno pekee. Soko la hisa pia lilihisi athari zake. Hisa za kampuni ya Tesla ziliporomoka kwa asilimia 14 ndani ya siku chache tu baada ya mvutano huo kutangazwa waziwazi. Wawekezaji walianza kuwa na wasiwasi kuhusu hatima ya biashara za Elon, hasa kutokana na kutajwa kwa jina lake katika siasa za mgawanyiko makali. Anwani za mjadala zimesambaa duniani kote, huku wachambuzi wa siasa na uchumi wakieleza kuwa hali hii inaonyesha ni jinsi gani maisha binafsi ya viongozi wa teknolojia yanaweza kuathiri masoko ya kimataifa. Errol Musk hakusita kueleza imani yake kwamba mwanawe anania njema na maono ya muda mrefu kwa dunia. Na mnukuu Errol, mtoto wangu sio tu bilionea, bali ni mchapakazi wa kweli mwenye dhamira ya kubadili dunia kwa teknolojia, haki na ufanisi hakuna kiongozi mkamilifu lakini elon anajaribu kwa uwezo wake wote mwisho kunukuu kwa sasa macho ya dunia yanaendelea kumtazama elon musk huku wengi wakijiuliza kama mvutano huu wa kisiasa utaisha au kuchukua sura mpya je atafanikiwa kurejesha uhusiano mzuri na trump au ni mwanzo wa sura mpya ya mgawanyiko kati ya viongozi wawili wakubwa wa, wa, wa karne hii